Kampuni ni nini? Kampuni ni muundo wa ufanyaji biashara ambapo unawawezesha watu wawili na kuendelea kufanya biashara yao kwa pamoja, na muundo huu ukawatofautisha kati ya biashara na wamiliki wa biashara. Hii ndo sifa ya kampuni. So kitaa kumili kampuni ni kwamba kwenye hii kampuni nyie wote wawili ambao mnakuwa kwenye hiyo biashara kampuni, na watofautisha kati ya biashara na nye wote wawili. Kwa maana gani? Kwenye angle ya liability hapa ni kwamba unapotaka kuwajibishwa, kwa mfano umefanya biashara, biashara ina ups and downs. Unapofanya biashara, mfano masala ya kodi, umechukua tendo hajakamilisha, ukishindwa kutimiza ahadi ulizoziweka, hauchukuliwa hatua direct wewe, kwa sababu umesajili kampuni. Kampuni ndio itakao wajibishwa kwenye upande wa kodi, kwenye upande wa biashara na kila kitu, na ndo maana watu kubwa au watu wanaofanya biashara nyingi tofauti tofauti na kwa scale kubwa ambayo itahusisha watu wengi tofauti tofauti, inabidi asajili kampuni kwa sababu kwenye ujasiriamali, kwenye ups and down haimhusishi direct yeye kuwajibishwa, ila itakuwa inaishia kwenye kampuni. Sasa, kwenye kampuni kuna aina tatu kuu za kampuni: kuna kampuni binafsi, kuna kampuni ya umma na kampuni ya kigeni. Kampuni binafsi ni kampuni yako ambayo unamiliki peke yako? Hapana, kampuni binafsi unaweza kukasajili na mtu yoyote yule, ila ni kwamba kampuni binafsi sifa yake ni kuu moja, hairuhusu mtu mwingine kuja kununua shares, ama kwa lugha nyepesi, kuja kununua umiliki wa kampuni zaidi ya wale watu ambao wameianzisha kampuni hiyo. Ndio maana inaitwa kampuni binafsi, ila unless nyie watu wa ndani ndio muamue kwamba tunamuingiza mtu mwingine. Hiyo ndio kampuni binafsi. Kampuni ya umma, ukisikia kampuni ya umma usifikirie kampuni ya serikali. Ah, ah, unaweza kaa wewe mwenyewe tu hapo nyumbani kwako kaamua kusajili kampuni ya umma. Kampuni ya umma ni kampuni ambayo inawaruhusu watu wowote wa kutoka huko nje kuja kununua umiliki wa hiyo kampuni. Kwa mfano, CRDB na CRDB inatangaza shares zake na kuja kununua shares za CRDB. Ukinunua shares za CRDB, wewe ni mmiliki wa CRDB. Hata kama ununua shares mbili, wewe ni mmiliki wa CRDB. Una haki kabisa ya kupitia nini inaendelea CRDB, ups and down, na kila kitu. Alafu kampuni ya kigeni, kampuni ya kigeni, kampuni ya nje ambayo amesajiliwa nje ya nchi ya Tanzania. Nitakuja kufanya kazi Tanzania. Haiwezi kuja tu kuoperate hapa hapa Tanzania, lazima lazima lazima tuisajili hiyo hiyo kampuni. Kampuni kampuni, kwa hiyo ikidemand kusajili na na na kutufanya kazi kama kama kama kama inavyo operate nje, nje kwa nje, nje jina lao lile lile kila kichao kile kile, wakija tutawasajili, lakini lakini wanapata privilege ya kama ya nje, kama ya kusajiliwa ili ili vitu vitu vifanyike isajiliwe. Kufika hapo kufanya usajiliwe. Ukisajiliwa sasa iweze kulipa kodi hapa kwetu na tuweze kufanya biashara.